Uh, kwa wale rafiki zangu ambao uh, mna tabia ya kulala usiku mkiwa mmevaa nguo nyingi, basi naomba uiangalie video hii, ni fupi sana, iangalie, inaweza ikakusaidia kitu. Mimi naitwa Dr. Beni wa Afya Yako Hebo Clinic, na karibu kwenye chaneli yetu. Kama haujajiunga bonyeza hiyo button ya subscribe ili uweze kujiunga nasi. Sasa, kitu ambacho watu wengi hatujui ni kwamba usiku unapoenda kulala huo ndio muda ambao mwili wa binadamu hutumia kuweza e, kujisafisha kuweza kujiponya kuweza kuondoa zile kemikali ambazo umeziweka kwenye mwili wako, kuweza kutoa sumu ambazo zimejazana mwili wako. Umekula mafuta, umekula mapiza huko, umekunywa madawa. Unapolala usiku, mwili ndio hufanya kazi ya kuweza kuondoa e, changamoto ambazo mwili unakuwa nao. Ndio maana tunasema kwamba wakati wa usiku ni muhimu sana binadamu upate muda wa kulala ambao haupungui masaa nane kwa siku. Hiyo ndio muda ambao e, mwili hutumia kuweza kufanya mwili wako urudi katika hali ya kawaida. E, kama kuna zile cells ambazo zimekufa ni muda huo ambao unakuwa usingizini, mwili hufanya kazi ya kuondoa zile cells ambazo zimekufa, lakini pia e, ku generate cells mpya kwa ajili ya ufanisi wa mwili wako. Sasa unapovaa nguo ambazo zimebana, unapovaa nguo ambazo e, haziruhusu mwili wako kupumua, ujue kabisa kwamba kuna efficiency ambayo unaikwamisha e, kwa, kwa mwili wako kuweza kufanya kazi yake. Kuna namna, kuna jasho ambalo linatakiwa litoke, e, sio lazima lionekane. Kuna watu ambao usiku wanalala, akiamka unakuta mwili umetoka jasho. Ile sio jasho tu, ile ni kwamba mwili wako unakuwa unafanya, unafanya kazi ya kuondoa e, zile taka mwili ambazo zinakuwa kwenye mwili wako. Sasa hata kama hauzioni haimaanishi kwamba e, wewe kwamba takamwili hazipo kwenye mwili wako. e, ni muhimu tu kwamba unapolala usiku basi uwezeshe mwili wako kuweza kufanya kazi yake kwa ufanisi. Ushauri wangu ni huu ufuatao. Unapoenda kulala e, kama upo kwenye chumba ambacho kina usalama, kiko vizuri, hakuna bugudha yoyote, kama inawezekana, basi lala bila kuvaa nguo yoyote hiyo itakusaidia sana kwa kiasi kikubwa, e, kufanya mwili wako uweze kutoa e, kufanya kazi yake kwa ufanisi, kutoa zile kama ni sumu kemikali, uweze kupumua. Sio lazima uzione kwamba hizi ni sumu zimetoka mwilini. Unavyokuwa umelala mwili, kuna namna yake, kuna mekanizm yake ya kuweza kufanya hiyo proses. Ni proses ambayo ni ya muhimu sana e, kwa mwili wako. Kama inawezekana kulala bila nguo, lala bila nguo Itakusaidia sana lakini, kama uko mahala ambapo hauwezi kulala bila kuwa na nguo e, basi ushauri wangu ni kwamba, kama inawezekana, vaa nguo ambayo ni nyepesi. Usilale na pensi, unavyoenda kulala. Usilale na jinzi, unaenda kulala. Usilale umevaa tight. Kuna nguo zinaitwa night dress ambazo unaweza ukalala na ukalala vizuri tu e, ukiwa, ukiwa comfortable na mwili wako, ukaweza kufanya kazi yake. Naitwa Dr. Beni, na kama haujajiunga kwenye chaneli yetu tafadhali bonyeza hiyo button hapo ya subscribe uweze kujiunga nasi. Asante.